Damu hii ambayo inakuja inakuwa tayari inataka mwili nyingi kutoka kwa mgonjwa huduma ya usafishaji wa damu kwa mgonjwa wa figo inaendelea hapa, ambapo takwimu za wizara ya afya zinaonyesha kuwa idadi ya wagonjwa wanaopata huduma hiyo imeongezeka kutoka elfu moja na kumi na saba mwaka elfu mbili kumi na tisa hadi kufikia elfu tatu mia tatu na ishirini na saba kwa mwaka huu. Huduma hii ni gharama, ambapo kwa mzunguko mmoja ni laki moja na nusu na kwa mizunguko mitatu ni laki nne na nusu, na ndicho kinachomuumiza kichwa Salim Kusi ambaye anaishi na ugonjwa huo kwa miaka minne hivi sasa. Presha imepelekea figo kufeli e, na baada ya kufeli figo kilichofata ni kufanya usafishwaji ambao wanaita dialysis kitaalam. E, baada ya hapo kinachofata kwa mimi ambaye shida yangu imeanzia na presha hakuna njia nyingine zaidi ya kufanya upandikizaji wa figo mpya. Niiombe serikali itupie jicho kwenye swala la gharama za matibabu za figo. Ni gharama kwa sababu tunafanya sesheni tatu sasa, mara tatu kwa wiki eh? Ni, ni pesa nyingi kwa raia wa kawaida, hawezi kumudu. Wakati Salum akinieleza hayo kuhusu ugonjwa huo, huko mkoani Kilimanjaro, katika hospitali ya rufaa ya KCMC wameandaa shughuli ndogo kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ambapo mkuu wa kitengo cha mawasiliano Dr. Kilonzo Kajiru amesema hata Watanzania wanaweza kujiepusha na matumizi holela ya dawa za kulevya ili kulinda figo zao. Niligundua baada ya kuugua, mwili kuvimba kupita kiasi, yani eneo la miguu lilikuwa linavimba kupita kiasi, upungufu wa damu, homa za mara kwa mara na kuishiwa nguvu na kushindwa kufanya kazi zangu za kawaida, kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi kama mwasibu, kwa hiyo nikashindwa kufanya kazi. Sababishi kumi za, za vifo hmm? hapo ndani vilevile, ugonjwa wa figo huko uko, uko kwenye namba sita hmm? kwa takwimu za elfu mbili na hmm? kumi na sita kwenye hospitali ya KSMC. So hii ni kitu ambacho kinatishia sana. Nako mkoani Dodoma maadhimisho kama hayo yamefanyika.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 Tambua mapema, linda afya ya figo. Na hii inasisitiza mtu kutambua matatizo ya figo mapema. Rebeka Mbembela, Azam News. Na zipo sababu mbalimbali mbali ambazo zimeainishwa na wataalam ambazo zinachangia kwa sababu moja ama nyingine katika kupata ugonjwa huu wa figo na zimeorodheshwa hapa na tunaweza tukaziangazia hapa. Kwanza kabisa ni ugonjwa wa shinikizo la damu ambao ni miongoni mwa sababu ambazo zinachangia kuongezeka au kupata ugonjwa wa figo. Lingine ni ugonjwa wa kisukari, ni ugonjwa mwingine ambao pia unachangia kuathiri au kusababisha uh, ugonjwa wa figo. Na lingine tena ni maambukizi ya virusi vya UKIMWI, matumizi holela ya dawa za maumivu uh, ukitoa mfano pia wa dawa kama diclofenac na mitishamba nyingine ambazo pengine zinaweza zikatumika kwa kiwango kikubwa tofauti na kinachotakiwa. Na kitu kingine ni magonjwa ambayo yanaziba njia ya mkojo na yenyewe pia yanachangia kusababisha ugonjwa wa figo, na kingine ni magonjwa ya ndani ya figo ambayo yenyewe pia yanachangia kwa namna moja ama nyingine kupata ugonjwa wa figo, na sababu nyingine ambazo zimeainishwa E, ili kuweza ku, ku, kuepuka ugonjwa huu au njia ambazo zinaweza zikatumika pia kuepuka ugonjwa huu ni pamoja na kunywa maji safi ya kutosha. E, njia hiyo inasaidia pia katika ku, kuhakikisha figo inakuwa vizuri, na kwa mtu mzima inashauriwa kunywa uh, kati ya lita mbili hadi tatu kwa siku, kama hauna changamoto zote ambazo zinakufanya kunywa kiwango hicho cha maji ili kuweza kuwa sawa zaidi. Pili ni kula mlo bora ambalo pia pia likasaidia katika kusaidia hilo, kupunguza matumizi ya pombe, kutovuta sigara, kuepuka uzito uliopitiliza, lakini pia kufanya mazoezi. Hii pia inachangia katika kusaidia pia kuepusha ugonjwa huo wa figo. Na hapa studioni sasa tumemwalika Dr. Jacqueline Shaw ambaye ni bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Karibu sana Dr. na tumeshuhudia changamoto hii ikiwa ni kubwa na inaongezeka siku baada ya siku mm. Uh, mbali na sababu hizo ambazo tumeorodhesha, ni kitu gani ambacho kinachangia uh, kuwa hizi takwimu kuongezeka siku baada ya siku? Sababu kubwa ambayo inachangia kuongezeka ni kwamba ni kuongezeka kwa magonjwa yasiyoambukiza mm -hmm. ambayo magonjwa hayo se, sehemu kubwa inasababishwa na mtindo wa maisha mm -hmm. Kwa hiyo kubadilika kwa mtindo wa maisha ni changio kubwa sana katika kuongezeka kwa, kwa magonjwa hayo ambayo hupelekea kutokea kwa tatizo la figo mm. Na bahati mbaya sana, shida ya figo dalili zake huwa hazijitokezi mapema na hazi, zinafanana na dalili za vitu vingine, na tunaita silent killer. kwa hiyo mgonjwa huchelewa kugundulika na anajikuta yuko katika hatua mbaya. Mm. Tumeshuhudia pia uh, changamoto hizi za uh, uh, kuwa, kuwa zinazidi lakini watu wanawezaji kuepuka maisha au mifumo ya maisha ambayo ni hatarishi ambayo inaweza ikachangia kupata ugonjwa wa figo? Aha, kwanza ni, ni rahisi sana hmm. tukichukua kwamba kwenye swala la kunywa maji hmm. tunashauri kwamba mtu anywe maji, kwa mfano kipindi hichi tumekuwa na jua kali sana hmm. na watu wengi wanafanya kazi pengine kwenye maeneo ambayo ni ya wazi, kwa hiyo tunashauri mtu anywe maji hmm. kunywa maji lita mbili mpaka tatu kama huna vi magonjwa ambayo yanasababisha usinywe usitumie maji kiasi hicho mm. Sababu nyingine ni kutumia mlo ambayo ni imeongezewa zaidi matunda na mboga, mboga. Mm. Hii mlo inasababisha usiongezeke uzito ukawa na uzito mkubwa ambao uzito mkubwa inachangia kuleta ugonjwa wa kisukari na magonjwa ya moyo, na yenyewe pia uzito mkubwa unaweza kusababisha ugonjwa wa figo. mm. Njia nyingine pia ni kupunguza matumizi ya chumvi. unapotumia chumvi nyingi kwa mfano una unakuta kwa mfano kwenye sherehe pale, mwisho unakuta kuna chumvi chakula kile kina chumvi tayari, lakini unapoongeza ile chumvi, imeonekana kwamba watu wanaotumia ma, matumizi makubwa ya chumvi ya kuongezea chumvi mbichi inaleta shinikizo la damu na wanakuwa na hatari ya kupata ugonjwa wa figo kwa asilimia kubwa. Nyingine pia ni kutum, kupunguza matumizi holela ya dawa dawa hasa za, za maumivu jamii ya diclofenac, kwa sababu zinaonekana zinaleta maumivu kwenye figo na kuharibu mishipa na kuongeza ukubwa wa tatizo hili, na pia matumizi ya dawa za mitishamba. Kwa mfano sasa hivi kuna matumizi, watu wanatafuta dawa kwa ajili ya uzazi, wanatafuta dawa za kuongeza nguvu za kiume. Kwa hiyo unakuta zinatumika dawa nyingine ambazo hazijathibitishwa na zinaweza kuleta madhara hayo. Nakushukuru sana, ndiyo, asante, asante.